Mchezo wa kuhitimisha siku ya Simba Day kwa mwaka 2023 ambao ulikuwa umeikutanisha timu ile ya Simba Sport Club dhidi ya timu ile ya Power Dynamos ya kule nchini Zambia umeweza kukamilika, huku timu ya Simba Sport Club ikiweza kuibuka na ushindi wa magoli mawili kwa bila magoli yakifungwa na mchezaji Will Onana pamoja na mchezaji Fabrice Ngoma. Magoli yote mawili ambayo yameweza kufungwa siku ya leo kwenye mchezo huo wa Simba Day yamefungwa na wachezaji ambao wote ni ingizo jipya katika kikosi hichi cha timu ya Simba Sport Club na ni moja kati ya kitu ambacho kinaashiria mwanzo mwema kwa wachezaji hawa ambao ni Fabrice Ngoma pamoja na Will Monana. Pia wachezaji wengine kama Luis Jose Mixon, Chemalon wameweza kuonesha viwango bora kabisa katika mchezo huu wa Simba Day hivyo tutegemee makubwa zaidi kutoka kwa wachezaji hawa kutokana na walichoweza kukionyesha katika mchezo wa Simba Day siku ya leo. Kikosi kilichoanza kwa upande wa timu ya Simba Sports Club, golini alisimama Ali Salim, katika safu ya ulinzi alisimama Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Chemalon pamoja na Henoki Inonga, katika safu ya kiungo alisimama Sadio Kanoti, Willy Onana pamoja na Mzamiru Yasi katika safu ya washambuliaji walisimama watu watatu ambao ni Kip Dennis, Saidon Tibazonkiza pamoja na Cletus Chama. Na katika sabu alikuwepo Ahmed, alikuwepo Baleke, alikuwepo Wilson Mwenda, alikuwepo Ngoma, alikuwepo Mixon, alikuwepo Hamis, alikuwepo Kazi, alikuwa Mwanuke, alikuwepo Boko, alikuwepo Ramo, alikuwepo Moses Firi, pamoja na Kennedy. Mchezaji Moses Firi, Kennedy pamoja na Mwenda ndio wachezaji ambao hawakubahatika kuingia katika mchezo huu lakini wengine wote ambao walikuwa sabu waliweza kubahatika uonja katika mchezo huu wa Simba Day, ambao Simba Day imekutana na timu ile ya Power Dynamos ya kule nchini Zambia. Ili uendelee kuwa kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe.